Moja kwa moja kutoka katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ni mechi nyingine ya ligi kuu ya soka Tanzania Bara NBC Premier League msimu wa mwaka 2025 msimu wa mwaka 2026 na mpaka hivi sasa ni mapumziko, ambapo ni matajiri wakijita hivyo jiji la Dar es Salaam, ni Azam awesome Football Club, ambao wameka maskani yao kule nje kidogo jiji la Dar es Salaam, ni maeneo ya Chamanzi, ambapo ndio wameka ama wamejikita kule wamejificha nje ya mji, ambapo ndio makao makuu ya Azam FC. Dakika 45 za kipindi cha kwanza imetamatika na wenyeji ama ilikuwa ni mchezo wa leo ambao ulikuwa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Azam FC, na mpaka hivi sasa ni mapumziko, ambapo ni Azam pekee ndio ameweza kuona mapumziko kwa ushindi wa goli moja, goli kifungo mnamo dakika 43 na Zanzibar Finest. Huni Feisal Salum Feitoto, mmoja kati ya viungo ambao wanazidi kufanya vizuri ama wanakuwa na rekodi nzuri katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia sio ligi kuu, lakini pia kiungo chake kinazidi kukua, lakini pia ni mchezaji ambaye anazidi sana kufuatiliwa na kuwika, eh, hasa zaidi katika eh, michezo ya eh, ligi kuu soka Tanzania bara. Na ilikuwa ni papato papato, ilianzia katika mpira wa kurusha, lakini kapigwa eh, cross, lakini katika kuondosha mabeki wa JKT Tanzania ni kama vile walikuwa wameshangaa na Feisal, eh, ukapigwa mpira wa free header ukagonga mwamba, lakini Feisal alikuwa katika maeneo ya kuotea, ni kama vile ni mtu ambaye anajua mpira huu unakuja kwangu na hivyo ni mpira wa papatu, papatu ndio Faisal Salum Feitoto mnamo dakika 43 anaiandikia Azam Football Club goli Eh, ilikuwa ni kama, na hili linakuwa ni goli lake la pili kwenye msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League katika, eh, ligi kuu soka Tanzania bara chini ya kocha wao Florent Ibenge ndiye anayekinoa kikosi hicho, eh, cha Azam Football Club. Ulianzia, eh, mpira wa kurushwa, lakini ukapigwa cross ndani ya boxi la JKT Tanzania, na wa kwanza alienda kufika mchezaji wa Azam Football Club, lakini kuruka, eh, golikipa na kuruka mpira ule Uh, basi Feisal Mfeitoto huyu, uh, huyu ni Abdul Suleiman Sopu ndiye aliweza kupiga mpira ule, na uh, akaruka uh, jezi ambayo huu ni mchezaji wa Azam Football Club, lakini ukagonga mwamba, lakini Feisal Mfeitoto ndiye aka, akawa mtu wa mwisho kwenda kumalizia uh, mpira ule na full-time, ama half time katika dimba la Meja Generali Samuyo Mbwene jijini Dar es Salaam ni Azam Football Club ndio wamekuwa na mapumziko kwa ushindi wa goli moja, goli pekee likifungwa na Feisal Salum Feitoto, Zanzibar Finest akijiita hivyo kutoka kule Visiwani, eh, Zanzibar. Ndivyo ambavyo anapeleka Azam Football Club, eh, mapumziko goli, eh, hilo. Mpira ulianza kurushwa ukapigwa na Abdul Suleman Sopo, lakini katika box zone kulikuwa kuna, eh, ile movement ya kugombania. Lakini ndivyo ambavyo, eh, Feisal akawa ndio mtu wa mwisho kuweza kufunga, eh, goli lile. Lakini katika kikosi cha Azam Football Club ambacho Ferente Benga Ameanza nacho katika siku ya leo, ameanza na goalkeeper ambaye ni mpya, ambaye ni Isa Fofana, lakini pia akaja na beki Elusaju Mwakena, lakini pia iko Zuzu, e, Nabi Yoro pia, Hekeita, Fintus Mendoza, Yasin Bizaidi, Abdul Suleman Sopu, Sadio Kanuti pia kianza, lakini pia na striker Kitambala Feitoto, pamoja na Baraketi. Hichi ni kikosi kwa upande wa Azam Football Club ambacho kilikuwa kikianza dhidi ya JKT Tanzania. Hivyo halftime ni penye moja ni, e, penye sifuri JKT Tanzania ambao ni kwa mchezo wa leo lakini penye moja ni Azam Football Club. Hii ni Ako TV, endelea kubakia hapa kuweza kupata update kuhusiana na matokeo ya mchezo huu wa ligi kusoka Tanzania bara Azam FC dhidi ya JKT Tanzania. Na kama hujaja subscribe, subscribe right now, lakini pia bonyeza alama ya kengele uweze kupata taarifa zetu kila wakati.